Maanake hakuna njia ambayo ilikuwa ya halali ya kukidhi matamanio isipokuwa jambo la ndoa, simefahamu? Yaani jambo la ndoa peke yake ndio ambalo lilikuwa halali. Njia nyingine zote mtu atakazozipita ni njia ambazo zilokuwa za haramu, sawa. Ikiwa e, mtu anajua njia ambazo anazitumia ambazo ilikuwa eh hakuna anajua akatumia, yeye si, si, si, si mke huyo, asio mke, basi ni haramu kutumia sijui ile stimna inaitwa masturbation kwa kizungu, kwa kiarabu inaitwa stimna. Ni jambo ambalo kwala haramu, halifai na ni jambo la hatari sana. Ni jambo la nini la hatari sana, halifai. Mwengine anasema huyo Mungu mwenyewe anajua. Huyo ni shetani anakuchezea, yankuchezea, simefahamu. Shetani afanya nini? Anakuchezea. Kwa sababu Uislamu umeweka kwamba fanya nini, ufunge man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj wa man lam yastati' yastatin fa alayhi bis-sawm. Eh, yule ambaye alikuwa hawezi kuoa afunge ndio kinga. Funge ndiyo kinga mwingine, anasema nishafunga lakini bado mambo yako juu juu. Huyo shetani pia shetani anakuchezea, hao tushasikia sisi. Yaani, mtu anasema ah, mimi bana, nishafunga nyingi sana lakini bado huyo ni shetani anakuchezea. Na shetani kwa sababu sio kama labda atakuacha wewe njia yake kwamba kashakuingiza katika njia yake akesha, kwamba atakuacha utoke hivi hivi tu la, hawezi akakuacha shetani ukatoka hivi hivi, lazima atakuletea fatwa na atakuletea mawazo ambayo ya kukuzaini ya kukuchezea ili akutoe katika jambo la kumtii Allah subhanahu wa taala. Sasa hiyo ni njia mbaya akesha, njia hiyo vile vile ni njia ambayo e, baadaye utakuja kuhitaji sasa wewe ustareke na mke wako, huna nguvu, uwezo huna kwa sababu ni njia ambayo inakwenda kuchua ile mishipa mishipa una, unaipa kazi iliokuwa sio kazi yake hasa. Mtu akishakufanya hivyo hivyo, ina maana kwamba eh, mbegu zile zinapotea, kadhalika na mishipa inakuwa ipo katika usawa wake. Kwa hiyo Muislamu anatakana hatanambahii katika hilo eh, na wazee wawape watoto wao wake mapema ili kuepukana na jambo hilo, kwa sababu hilo jambo baya sana sikimefahamu kijana atakane mwenyewe ajizuie afunge, eh, na huku awe anahudhuria vikao vya heri na epukane faragha. Faragha yani kukaa peke yake mara kwa mara, sababu akikaa peke yake shetani atamchezea. Lakini wewe unajua kwamba muda huu sio kulala, basi jichanganye na wenzako. sio kujichanganya na wenzako, nondoke hizo fikra hizo, soma Qur'ani kwa wingi, eka Qur'ani, eka mawaidha, basi nakuwa katika hali ambayo ni nzuri na huu mlango mara nyingi sana tuna wanasihi wazee, watoto walishafikia umri eh, wengine hawajakulia katika jambo la kufunga yani ufunga, mtu anasema mimi siwezi kabisa funga, watu wanashtaki sema tuwezi kabisa funga eh, kwa hiyo manake hapo anakuwa hatari yee yeah, naalema sanamu tu ambao anaikwa nguo basi unasema vipi jamaa kaubora uh, singepita hii njia huku Kelele zinakuwa nyingi siku hiyo, watu wameshtuka. Vipi bwana, sijapita tondokeni, takwadisiani mbele. Kumbe kaona masanamu yale ambayo alikuwa nguo. Nasallallahu alayhi wasallam. Allahumma musta'an wa alaihi tuklan.